Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki popote pale ulipo duniani. Ni matumaini yangu kabisa kwamba wewe ni mzima wa afya, Mungu ameendelea kukutunza, Mungu ameendelea kukupigania hajakupungukia wakati wowote wala kukuacha. Kwa hiyo nafurahi kwamba tumekutana tena kwenye siku yetu ya kumi na mbili ndani ya siku hamsini tulizo nazo za Pentekoste. Tumesema kabisa kwamba siku hizi za Pentekoste tutakuwa tunaongelea mambo yanayohusiana na Pentekoste, mambo yanayohusiana na Roho Mtakatifu, mambo yanayohusiana na kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Ayo ndo mambo tutakayozungumza ndani ya siku hamsini na kwa siku ya leo tuko ndani ya siku yetu ya kumi na mbili na kwa haraka haraka katika Biblia kumi na mbili ni namba ya uongozi. Kumi na mbili 12 is the number of leadership. Kwa hiyo ndo maana hata Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili, ni namba ya kiuongozi. Mbinguni kumbuka kuna wazee ishirini na nne Manake kumi na mbili mara mbili. Haleluya! Basi, bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja kwa yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yangu mimi na wewe tuweze kujifunza kwa pamoja siku ya leo. Karibu. Siku ya leo bila kupoteza wakati tutakwenda moja kwa moja kwenye kitabu kile cha Ezekiel sura ile ya thelathini na saba ambapo Mungu amezungumza mambo kadha wa kadha, na kwa siku ya leo tutaangalia kama mistari mikubwa minne ya mambo makuu ambayo Mungu anataka kusema na sisi. Siku ya leo tutaangalia ule mstari wa kumi na moja wa kumi na mbili, wa kumi na tatu na wa kumi na nne. Kwa hiyo basi tuanze na huu mstari wa kumi na moja. Mstari wa na moja, Biblia inatuambia kwamba kisha akaniambia mwanadamu. Sasa huyu ni Mungu anazungumza na nabii Ezekieli, kwa hiyo akamwita akamwambia, mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli, tazama wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitawaingiza katika nchi ya Israel. Kwa hiyo, Mungu hapa alikuwa anazungumza na nabii wake. Kwa hiyo mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili ni maneno ambayo Mungu alikuwa anayazungumza kwa nabii wake Ezekiel, ambayo siku ya leo anasema na mimi na wewe. Jambo la kwanza, alimwita huyu na bi akamwambia mwanadamu, mifupa hii yote ni nyumba ya Israeli. Tazama wao husema kwa hiyo, Israeli kuna namna walivyokuwa wakisema, walikuwa wanasema kwamba mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea na tumekataliwa mbali kabisa. Unajua namna roho zinavyofanya kazi, jambo la msingi ili nikwambie, roho zinafanya kazi kwa maneno, na hata Yesu mwenyewe aliwaambia maneno hayo ninayowaambia ni roho sasa kwa sababu alikuwa ni ya Bwana Yesu, akamaliza akasema, tena ni uzima whiyo ili roho ya namna yote, hata roho upande wa giza, vile vile inafanya kazi kwa maneno. Hata kama umekusudia mambo mabaya juu ya mtu una, una, una, unataka hayo mambo mabaya yatokee, lazima utamke. Ukiwa unafanyafanya vile vitu vya kichawi, sijuu vya kiganga, unatamka maneno ili aweze kusikika. Sasa hawa watu walikuwa ni watu wa Mungu, lakini wao wakaendana na hali, hawakuangalia, wakuangalia neno la Mungu linasemaje juu ya hiyo moto wanayoipitia. Kumbuka, Ezekieli yeye alikuwa ni nabii kule walipokuwa uhamishoni Babeli, lakini Yeremia alikuwa ameshaandika kabla hawajaenda utumwani Babeli. Yeremia alishaandika kila kitu, wataenda huko watakaa kwa muda gani na watatoka baada ya muda gani. Neno la Mungu lilikuwepo tayari kwa ajili yao, lakini hawakutafuta neno la Mungu, wao wakaanza kuangalia hali hisia mazingira yaliyokuwa yakiwazunguka sasa. Kwa sababu mazingira yalikuwa ni ya kukatisha tamaa, wakasema, jamani, mifupa yetu imekauka kabisa. Ndivyo walivyojinenea wao, hawakujua kwamba kwa kadiri wanavyonena ndivyo wanavyotengeneza uhalisia kwenye maisha yao ya kimwili. Wanahamisha mambo toka kwenye ulimwengu wa roho, wanayeleta katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo wakaanza kutamka, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea na tumekatiliwa mbali. Unaona, wakati mwingine ni kwamba hata changamoto za namna hii ukiziona, ukikutana nazo kwenye maisha, usitamke maneno hayo, maneno hasi. Negative words should not come out of your mouth. Maneno hasi yasitoke kwenye kinywa chako. Tamka neno la Mungu. Neno la Mungu tayari linacho cha kusema juu ya mazingira unayoyapitia. Wewe siyo mtu wa kwanza kupitia mazingira namna hiyo. Wapo wengi ambao walishapitia hayo mazingira na wakatoka kwa ushindi ko sasa, uo usio mtu wa kulalamika, mtu wa kunung'unika, wa kuzungumza maneno ambayo Mungu hakuyasema juu ya hali uliyo nayo. Tafuta neno la Mungu ili roho yule ambaye yuko ndani yako aweze kuchangamka na kuingia kazini, ni pale unapotamka neno la Mungu juu yako. Sasa Mungu kwa sababu bado anazungumza na nabii wake juu ya wana wa Israeli kwenye mstari wa kumi na mbili hapa, Biblia inatuambia basi tabiri, uwaambie Bwana Mungu asema hivi, Tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami itawaingiza katika nchi ya Israeli. Jambo la kwanza, neno la Mungu tayari lilikuwepo, lakini sasa Mungu akaona awasaidieje. Hawa watu hawana muda na neno la Mungu, hawajui kwamba je, huko waliko uhamishoni wa watatoka au hawatatoka. Neno la Mungu hawana sasa. Mungu ndo akasema nao kupitia huyu nabii wake, akawambia sasa, uende uwakumbushe kile ambacho nilishasema zamani tangu hata kabla hawajaja huku walipo, neno langu nilishalituma tayari. Lakini basi wewe, kwa sababu ni nabii, nenda uwatabirie, nenda uwaambie haya ndiyo asema Bwana kwamba nitawatoa kwenye makaburi. Na unaona neno ambalo limetumika hapa, makaburi, siyo picha nzuri. Maanake walijiona kwamba wamekufa, wamekufa kiuchumi, wamekufa kifamilia, wamekufa kiushirika wao na Mungu, wakaona hakuna matumaini tena, mifupa yao imekauka kabisa bisa na ni watu waliokatiliwa mbali sasa. Hiyo hali biblia inaita ni mauti, ni kaburi, walijiona wako kaburini. Yani walipokuwa kule uhamishoni, wakasema jamani, huku yani ni sawasawa na tumezikwa, hatuwezi tukamwabudu mungu wetu kwa uhuru. Sasa, kwa sababu walikuwa hawana neno, Mungu akaamua kutuma neno lake kupitia nabii, akawaambia nitawatoa tena kwenye makaburi yenu. Haleluya! Sasa mfikiria muda wote wangekuwa wanatamka hiki ambacho Mungu anakiona juu yao Manake wasingepita kwenye ule muda wa kulalamika na kunung'unika na kuomboleza juu ya makaburi waliopo, wangesema kwamba sisi hatuko makaburini, Bwana yuko pamoja nasi. Daudi ndo alinifurahisha kwenye zaburi ya ishirini na tatu. Daudi akasema hivi, sio kwamba Bwana yuko pamoja na mimi kwa sababu nipo ikulu, kwa sababu ninapitia kwenye raha na mafanikio. Hapana, Daudi akasema kwenye zaburi ya ishirini na tatu kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa ma Mauti. Yani, hapo Daudi alikuwa anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Daudi akasema mimi sitaogopa mabaya. Kwa nini? Akasema maana wewe uko pamoja nami. Daudi alijua hata akipita kwenye bonde la uvuli wa mauti haimaanishi kwamba anapita kaburini, haimaanishi kwamba mifupa yake imekauka, haimaanishi kwamba matumaini hakuna, haimaanishi kwamba amekataliwa. Haleluya! Biblia inatuambia Daudi alivyopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, alijua Bwana yuko pamoja naye. Sio wana wa Israeli hawa, hawa wana wa Israeli wakati huu walijiona wako wa mishoni, wakafikiri hata kwenye ulimwengu wa roho wako wa mishoni, kwamba labda wametolewa kwenye ufalme wa nuru wakahamishiwa kwenye ufalme wa giza. Hapana, bado Bwana alikuwa pamoja nao. Sasa mbona Mungu alikuwa na nabii wake huyu, mbona bado alikuwa anazungumza naye? Kwenye agano jipya hiyo fursa tunayo kila mmoja wetu atumuhitaji nabii fulani, askofu fulani, mchungaji fulani, mtume fulani, yeye ndo azungumze na Mungu, alafu atuletee habari kwamba Mungu yuko pamoja na sisi? Au yuko pamoja na sisi tayari? Ndo maana Mungu akatupatia roho Mtakatifu ili tusiendelee tena kukaa kwenye hayo makaburi, kwenye fikra zetu tunajiwazia tu kwamba tuko makaburini. Sasa Mungu akaja akawaambia, jamani, we nabii nenda uwaambie watu wangu hawa hawana neno hilo sasa kitu gani ambacho kiliwasaidia tumalizie mistari miwili ya mwisho mstari ule wa kumi na tatu biblia inatuambia nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Mungu anarudia sasa hapa, anasema nanyi mtajua kabisa ya kwamba mimi ni Bwana ambaye nitafunua makaburi yenu, nitawatoa katika vifungo, katika makaburi, katika majeneza, katika mauti zile ambazo mnaona mnazipitia kwenye maisha yenu. Mimi ni Mungu, nanyi mtalijua hilo. Mstari wa kumi na nne Mungu akaongea sentensi moja kubwa sana, akasema nami nitatia roho yangu ndani yenu. Ndipo sasa tunapokuja kwenye habari za Roho Mtakatifu. Kumbe haya yote yanawezekana Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana.

Haya yote ambayo tunaona, kumbe watu walikuwa wanateseka, wanapita kwenye majonzi, wanajiona tuko makaburini, wanaona tumezikwa, wanajiona tuko kwenye majeneza, kumbe ni kwa sababu Roho wa Mungu hakuwa ndani yao. Sasa sisi wa agano jipya, mimi na wewe, Roho Mtakatifu tunaye, kaburini hautaingia. Haleluya, yeye anaitwa ni Roho wa uzima, Roho wa Kristo, Roho wa uzima. Huwezi ukawa naye alafu ukawa kaburini kwa wakati ule ule, haiwezekani, impossible. Huwezi ukawa na roho uzima alafu ukawa kaburini, au ukawa kwenye mauti, haiwezekani. Sasa kwenye agano la kale Mungu alisema kwamba nitatia roho yangu ndani yenu wakati ujao, lakini sasa hawa watu ni picha yetu sisi wa agano jipya ambao Roho Mtakatifu tayari ameshawekwa ndani yetu. Haleluya! Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Unaona, hata wakati mwingine ukiamka asubuhi, sema Roho wa Bwana yuko juu yangu, Amenipaka mafuta haleluya. Tena sio tu kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya jamii inayokuzunguka. Yesu aliponukuu yale maneno ya Isaya kwamba roho Bwana yuko juu yangu, haikuwa tu kwa faida zake, kwa ajili ya wengine, kufungua watu wengine, kuwaweka huru wale walioko gizani, kupata kuona nuru, wale ambao wako kwenye vifungo kufunguliwa. Yaani roho akiwa juu yako, sasa wewe huwezi ukafungua wengine kama wee ujafunguliwa. Maanake kwanza tayari wewe upo huru, wewe jijua, Roho Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya! Bwana Yesu asifue sana. Hapa Biblia anasema kwamba nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Jambo la kwanza kabisa, nyie mtaishi, nyie mtatembea na uzima, mtakuwa na maisha yenye thamani, maisha mazuri, maisha ya kiwango cha juu kuliko watu wengine ambao hawana roho wa Mungu. Wao wana roho zao, labda wale wengine wanaotegemea maroho mengine machafu ya giza, lakini wengine wanatembea hivyo hivyo tu, wanatumia akili na ujanja wao eh, hapa na pale. Lakini Mungu mwenyewe anasema jamani, sikiliza, nitamweka roho wangu ndani yenu nanyi mtaishi. Alafu baada ya hapo akasema nitawaweka katika nchi yenu, maanake nitawaingiza katika zile ahadi ambazo tayari nimeshaziahidi kwenye neno langu. Hapa kwa wana wa Israel, alikuwa anawarudisha kwenye nchi yao ya Israel ambao walikuwa wametolewa, sasa hivi walikuwa uhamishoni. Sasa kwako wewe, Mungu anasema nitakurudisha kwenye ahadi zote zile ambazo zimeandikwa kwenye neno la Mungu juu ya maisha yako. Ndicho alichokuwa nak nabii Ezekiel. Kwa hiyo sio wakati wa kuogopa, sio wakati wa kukata tamaa, ni wakati wa kuinuka kwa ujasiri, ukijua Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu atakutetea, atakuwa pamoja na wewe, hata kupungukia wala hata kuacha neema yake iko pamoja na wewe. Kwa hiyo usikate tamaa wala usiogope, Mungu yuko upande wako. Haleluya! Na Mungu akaendelea akasema, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimeyasema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Sasa ndipo utakapozidi kumjua Mungu zaidi na zaidi. Unaona, Mungu anayafanya hayo yote ili umjue yeye zaidi, toka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, toka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine huwezi tu ukategemea kutumia akili zako na ujanja ukafikiri utafanikiwa. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Roho mtakatifu ambaye yupo ndani yako, Roho mtakatifu ambaye atakusaidia kukuingiza kwenye ahadi zote ambazo Mungu amezikusudia katika maisha yako. Basi kwa wakati huu tunapomalizia natamani ni kuombea ili nguvu za Mungu ziwe pamoja na wewe. Roho Mtakatifu awe pamoja nawe nawe uishi, ukayafurahie maisha, ikawe ni uzima kwenye afya yako, uzima kwenye familia yako, uzima kwenye huduma yako na kwenye kila unachokifanya. Kila kitu ambacho unafikiri labda unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, labda unapita kwenye, kwenye makaburi, labda umezikwa, haujazikwa, ni vile tu haujajua thamani ya Roho Mtakatifu uliye naye. Haleluya! Basi naomba nikuombee ili neema ya Mungu iwe pamoja na wewe kwa kiwango kikubwa na cha utukufu mkubwa zaidi. Mungu wangu na Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye tumejifunza kwa pamoja mistari hii minne ya Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kumi na moja mpaka ule wa 14. Tumeona Bwana, wale watu ambao walipita katikati ya changamoto katikati ya mambo magumu mpaka wakafikiri kwamba Bwana umewaacha, kumbe ulikuwa haujawaacha, ni kwa sababu Roho hakuwa ndani yao, oh, fikiri kwamba umewaacha. Ndivyo Bwana navyoombea watazamaji wote wanaosikiliza neema yako, wakajue kwamba uko pamoja nao. Hata wakipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, wakawe na uhakika kwamba hawataangamia, wasiogope, wakijua kwamba Bwana uko pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu atokaye kwa Baba ndiye anayekaa ndani ya mioyo yao, na Roho Mtakatifu akawashuhudie kwamba wasiogope kwamba wakaze mwendo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Mungu ikawe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo, riko rama riporiaikata rakorabaripo sakara koraba saka, nikienda kinyume na kila namna ya watu waliokata tamaa, roza kukata tamaa, roza kurudi nyuma, roza kuona kwamba katika Mungu hakuna faraja tena, hakuna matumaini tena, ninazivunja na kuzibatilisha jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, riko ramasakaraposiki. Natamka kufunguliwa toka kwenye makaburi ya kila aina kwa roho Mtakatifu, kupitia nguvu za roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, makaburi ya kifikra katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wamejizika wenyewe, wanafikiri wamezikwa, rikoriaikantarakorabasaka kumbe hawasomi neno la Mungu, wanaangalia mazingira, wanaanza kulaumu wanafikiri wamelogwa wanafikiri Mungu amewacha wa. Katika jina la Yesu Kristo ninakwenda kinyume na roho hizo za kipepo, kazi zote za giza, katika jina la Yesu Kristo ninatamka nguvu za Mungu ambazo zitaendelea kuwatetea, kuwapigania na kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo riko rama saka raporiai kantara kuraba ribosiki. Natamka nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana ukawajaze watu wako na roho wako, ukamwachilie Roho Mtakatifu kwa kiwango kingine tena ukamimine Roho Mtakatifu juu yetu kwa viwango vingine tena katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu akatawale maisha yetu. Roho Mtakatifu akawe alfa na omega katika maisha yetu. Tusitembee katika hofu, tusitembee kwa kukosa matumaini, bali tutembee katika haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu siku zote za maisha yetu, nasi tutaishi, nasi tutapeleka uzima huu hata na kwa watu wengine vilevile. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Amen, amen. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako, huyu Mungu wetu ambaye ni mwema. Kwa siku ya leo tutaishia hapo, na wakati mwingine tutaendelea tena na somo jingine, hatua kwa hatua, mpaka tutakapomaliza zile siku hamsini za Pentekoste. Basi ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Muttassa toka Rema Outreach Ministries, na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.